E, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ibara ya tatu ibara ndogo ya kwanza ndiyo inayoanzisha uwepo wa demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa na demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa katika nchi yetu imerejea mwaka 1992. 19 na, na ndio maana unaona baada ya hapo kuna taasisi nyingi za kisiasa ambazo zilikidhi vigezo E, zilisajiliwa na kuanza kufanya kazi za kisiasa. Sasa ukisoma vizuri kwa makini na bila uvivu ibara hiyo, inasema vyama vingi vya siasa, sio vyama viwili, vingi, na lengo la kuwa na vyama vingi vya kisiasa ni kuchochea maendeleo ya kisiasa, ya kiuchumi na kijamii. Sasa kwa nini tuko hapa tulipo leo? Tunalalamika, tunahitaji maendeleo hatujayapata. Ni kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo E, tunapungukiwa au tuna udhaifu navyo ni taasisi imara za kisiasa. Tukifanikiwa sana kwa nyakati tofauti tofauti tunakuwa na chama kimoja kina nguvu sana cha upinzani, na kwa sababu dola huwa haitaki upinzani ikishashughulika na iko chama kimoja kinapotea, tunaanza kuhangaika kutengeneza kingine. Ilikuwepo NCCR, ikaja kafu imepata Chadema na sasa hivi tuna ACT. Sasa niko ACT Wazalendo ili kuimarisha nguvu katika upinzani na hivyo kutoa fursa kubwa e, ya matumaini kwa Watanzania kwamba muda sio mrefu tutafika kule tunakotaka kufika.